Mm. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa rafiki wa dunia nako umeshajifanya kuwa adui wa Mungu. Ndio maana maandiko yanakazia kwamba tusipende dunia. Hebu tusome kitabu cha Yohana sura ya pili mstari wa 15 Yohana Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na tano Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na tano mpaka kumi na saba Maandiko yanasema Msipende dunia wala mambo yaliomo katika mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Haleluya! Leo tutajifunza neno la Mungu. Leo sitainjilisha. Leo tuta sababu maangamio maangamizi mengi yanayotukumba sisi watu ni kwa sababu ya ujinga, ni kwa sababu ya ujinga. Ujinga ndo kichaka ambacho adui anajificha, nikamba kuweza kutupiga na ujinga. Ukishakomaa unazaa upumbavu, na mtu akishakuwa mpumbavu hawezi kukomboka tena. Haleluya. Ya, ukishakuwa mpumbavu hawezi kukuongoka tena. Ndio maana maandiko kwa yanasema kwamba mpumbavu husema hunena nafsini mwake kwamba hakuna Mungu. Ukishakuwa mpumbavu hawezi kukuongolewa tena, kwa upumbavu ni ujinga uliokomaa, lakini ujinga unatibika. Ujinga ni ukosefu wa maarifa sahihi katika kufanya jambo fulani haleluya. Bwana Yesu asifiwe Amina. Ya, ni kukosekana tu kwa maarifa sahihi katika kufanya jambo fulani. Ndio tunaita ujinga Kwa kila mtu ni mjinga sema amina, amina. kila mtu ni mjinga sema amina, amina. Ya, kila mtu ni mjinga, kila mtu ni mjinga, lakini ujinga unatibika. Yaani hata mimi kuna sehemu ambapo ni mjinga. Waswahili wanatumiaga tafsida. Tafsida ni namna ya kupunguza ukali wa neno. Waswahili kutumia tafsida ili kupunguza ukali wa neno mjinga, lakini wanatumia kwamba mshamba. Mshamba ni mjinga, yaani mshamba ni hali ya kuto kuelea kitu fulani, au anakifanya kinyume na utaratibu wa kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kupambana na wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ujinga ni kukosa maarifa nahusiana na mambo fulani. Maarifa ambayo tunayazungumzia sisi ni maarifa ya Kimungu. Maarifa ambayo hayamuhusu Mungu wetu haya hayatuhusu. Haleluya ya dunia iko na hekima zake lakini